Ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale, zile mambo na waziri wa mambo ya ndani. Natambua huko hapa, baada ya baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uandurishaji yanafikia wapi, na vile ambazo zilikuwa na shida shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima, kaifungulie, ifungulie, wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita, ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa, sawa na sheria na katiba ya nchi yetu, na masharti ya taasisi na, na masharti ya usajili ya, ya, ya, waliokwea utaratibu wa, wa kufunga kote una madhara kwa wananchi, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio sio na waskofu wake wala shehe wake i ni, ni, ni, ni, ni, ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Nene kakiangalie vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wasi wa wake wasinyimwe waumini wake kufanya ibada kufanya ushirika na Mungu wao.